Mambo vipi, karibu katika channel ya Feaboy TV. Kama kawaida, leo nimekuletea uh, application bora kabisa ya kuweza kupata mkopo online kwa haraka na nafuu kabisa. Ingia play store pale, katika sehemu ya kusearch andika bola pesa, andika bola pesa, itakuja application ya Flex Cash ambayo hii application unatakiwa sasa ui download ili uweze, uh, ili uweze ku pata mkopo wa haraka kabisa na kwa bei nafuu. Kwa mimi nimesha download application hii, kwa unachotakiwa kufanya nitakwenda kui open application yangu namna hii. Okay. Sasa hapa unachotakiwa kufanya ni kuweza kufanya registration au usajili. Sehemu hii utaingiza namba zako za simu, baada ya hapo utaweka msimbo au mwaliko, lakini si lazima kuiweka hii. Hapa ni invitation code ambayo sio lazima kuiweka, na baada hapo utaweza ku click neno jisajili Kisha click neno jisajili itakuja namna hii. Okay. Sehemu hii sehemu hii ni sehemu ambayo imebeba maelezo, taarifa za mteja. Taarifa hii inajumlisha bila kikomo, kwa utaweka jina lako, anwani, barua pepe, nambari ya simu, PIN tarehe ya kuzaliwa, ajira au maelezo ya biashara. Kuna taarifa ya kifaa pia, unaweza ukaweka taarifa zako, taarifa ya eneo, uchambuzi. Okay, kwa unaweza ukasema sio kwa sasa. Ingiza neno la siri mara moja, utaweza kuweka namba zako neno lako la siri katika sehemu hii. Okay kama unavyoona tayari nimeshaweza kufanikiwa kufanya usajili katika akaunti uh, yangu kwa sasa. Sehemu hii wanakuambia taarifa za utambulisho Okay, taarifa za utambulisho, ongeza wasiliana, zero riba, utambuzi wa uso. Kwa kuna utambuzi wa uso, utatakiwa upige picha yako, picha ya sura yako ili kulinganisha picha yako kwenye kadi ya kitambulisho. Hatutashiriki maelezo yako na mtu yoyote. Hatua ya pili ni uthibitishaji wa kadi ya kitambulisho. Kwa sehemu hii ya kwanza utapiga picha yako <coughs> utapiga picha ya uso na baada ya hapo utaweza kuweka kitambulisho chako cha taifa ili uweze kupata, kwa unaweza ukakipiga picha au ukachagua kutoka kwenye album. Okay kwa hiyo hapa pia utatakiwa sasa upige picha yako ya uso, utatakiwa uwe katika uwe kwenye mwanga. Kwa baada ya kukamilisha process hizi zote utakuwa umekamilisha kufanya aa, usajili katika application yako hiyo. Kama unavyoona hapa, mkopo wa urejeshaji moja, kiasi cha mkopo, kiasi cha mkopo hadi shilingi laki tano, kipindi cha mkopo hadi siku mia moja na themanini, kopa shilingi elfu moja na chini kabisa ni shilingi moja riba kwa siku. Kwa hiyo papo hapo na rahisi, kiwango cha chini cha riba, hakuna dhamana. Kwa hapo utachagua mwenyewe unataka uombe mkopo wa kiasi gani? Okay, kwa utaangalia mkopo wako ambao unataka uombe katika application hii taarifa za malipo pia utaweza kuziona hapo. Taarifa za mkopo, rekodi ya mabadiliko ya kiasi cha mkopo pia utaweza kuiona. Akaunti ya kupokea malipo, Alopesa hiyo hapo, kama inavyoonekana. Akaunti ya malipo ya ziada, pia unaweza ukaweka kuponi yako, kituo cha usaidizi, sera za faragha, vigezo na masharti. Okay, kwa hiyo hapa sasa unaweza ukaangalia labda rekodi ya mabadiliko ya mkopo pia utaweza kuiona hapa. Usanikishaji wa moduli, unasubiri <laughs> Application hii ni ya uhakika kabisa, unaweza ukakopa na ukaweza kupata pesa kwa haraka, na bei yao ni gharama za riba ni nafuu kabisa. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia unaweza ukatoa maoni yako katika sehemu ya comment section ili tuweze kwenda pamoja. Hakuna mabadiliko ya taarifa za mkopo kwa sababu ndo kwanza nimejiunga sijakopa bado. Kwa hiyo tuta kwenye fedha taslimu kama unavyoona, kuna hiyo unaweza ukakopa hadi kiasi cha shilingi laki tano okay, ili uweze kukopa sasa ni lazima ukamilishe hii taarifa. Utambuzi wa uso lazima upige picha wakati huu na rekodi video hii. Nipo ni muda wa usiku, kwa hiyo siwezi kupiga picha. Kwa hiyo tapiga picha wakati ambapo nipo katika mwanga na nitakuja kuweka mrejesho wa video nyingine ambayo nitaelezea jinsi ambavyo nimekopa na nimepata pesa kupitia application hii. kwa hii kwa hiyo we, unaweza ukajaribu, linki nimekuweka katika sehemu ya description.